Huyo ni Rais wa Ukraini Volodymyr Zelenski akifanya ziara ya kuwatembelea wanajeshi walioko mstari wa mbele wa mapigano dhidi ya vikosi vya Russia katika mkoa wa Donetsk karibu na Pokrovsk nchini humo. The Kiev Independent imeripoti leo Jumapili kuwa Zelenski alifanya ziara eneo hilo jana na kumfanya mkutano na uongozi wa kijeshi katika mkoa wa Kharkiv Mnamo Machi 22 mwaka huu, wakati Russia ikiendeleza mashambulizi yake mashariki mwa Ukraine. Zelensky hapo awali alisema kuwa Russia itajaribu kufanya mashambulizi mapya katika maeneo mbalimbali ya mstari wa mbele, ikiwemo katika mkoa huo wa Kharkiv. Rais alitembelea kituo cha kamandi cha kikundi cha kijeshi cha Pokrovsk na kupokea taarifa juu ya hali ya vita katika mstari wa mbele kutoka kwa kamanda wa muda Yurii Madiar. Mji huo ambao umekumbwa na mapigano makali umekuwa moja ya maeneo yenye ushindani mkubwa katika vita, ingawa Zelensky aliripoti mnamo Machi 15 kuwa hali katika mkoa wa Pokrovsk ilikuwa imeanza kudhibitiwa. Siku hiyo hiyo, Zelensky alitembelea kituo cha kamandi cha kikundi cha kijeshi cha Kharkiv na kupokea taarifa kuhusu hali ya uwanja wa vita katika mkoa wa Kharkiv kutoka kwa kamanda Viktor Solimchuk. Solimchuk alisema kuwa jeshi la Russia alijaacha juhudi zake za kutanua udhibiti wake katika maeneo ya kaskazini mwa mkoa huo nchini Ukraine. Pia Zelensky aliwatuza wanajeshi wake katika maeneo yote mawili kwa medali, zikiwemo nishani za Bohdan Khmelnytskyi na nanuku, ninataka kuwashukuru kwa kweli kwa kuwa waliendeleza taifa letu kuelekea amani ya kudumu na ya haki, kuelekea ushindi. tunatamani hili kwa dhati, na kila hatua ni muhimu, alisema Zelensky, mwisho wa kunuku. Baadaye, Zelensky alifanya mkutano wa baraza la kijeshi katika mkoa wa Kharkiv akiwa na maofisa wakuu wa jeshi na ofisi ya rais. Kwa mujibu wa ofisi ya urais, rais na timu yake walijadili maeneo muhimu ya mstari wa mbele na kujiandaa kwa mkutano ujao kati ya maofisa wa Ukraine na Marekani utakaofanyika nchini Saudi Arabia mnamo Machi 23, mwaka huu. Awali, Zelensky alisema kuwa ujumbe wa Ukraine ungetamani mnamo Machi 24 siku hiyo hiyo ambapo Marekani inapanga kufanya mikutano tofauti na wajumbe hao wa Rusia. Mwandishi wa CBS News, Jennifer Jacobs aliripoti mnamo Machi 21 kwamba timu ya kiufundi ya Marekani ingekutana na ma maofisa wa Ukraine siku moja kabla, na nukuu, ikiwa maendeleo yatafanyika Riyadh na timu ya Russia, basi timu ya kiufundi ya Marekani inaweza kukutana tena na timu ya Ukraine baadaye Jumatatu. Jacobs aliandika akinukuu vyanzo vya kuaminika vya mazungumzo hayo yanayotakiwa kufanyika nchini Saudi Arabia. Zelensky pia anapanga kukutana na viongozi wa Ulaya jijini Paris mnamo Machi 27 mwaka huu katika mkutano unaoandaliwa na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kujadili dhamana ya usalama kwa Ukraine. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.